Ebana, tajiri, Bill Gates anaripotiwa kufadhili mradi wa dola bilioni kumi wa kuzuia mwanga wa jua kufikia duniani. Mpango huu Ebana, ni kunyunyiza mamilioni ya chembechembe zinazoakisi mwanga wa angani ili kuunda wingu la kemikali linalopunguza miale ya jua kuruhusu asilimia 44 tu ya nishati ya jua kuweza kufikia duniani. Mradi huu unalenga kupoza dunia eh, kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huu tayari ulijaribiwa eh, kwa ufadhili wa pauni milioni na wanasayansi wanauhakika kwamba unaweza kufanya kazi vizuri kabisa. Na kama inafahamika kwamba matajiri ambao ni matajiri wa huko nje, ambao tayari wana uwezo mkubwa sana wa kifedha, kama vile tajiri nambari moja duniani Elon Musk aliweza kutangaza kwamba siku za hivi karibuni, kwa yule ambaye hana hata macho anaweza kaona kwa sababu watatumia eh, kifaa ambacho kinaweza kikatumia eh, neva tu za huko kichwani kuweza kuona. Wewe ambaye ulikuwa huna uwezo wa kuona, baadaye unaweza kaona. Sasa kwa upande wa Bill Gates, this time around moja kwa moja ameonekana ni mwenyewe sasa, eh, kuweza kutangaza kwamba eh, miale ambayo pengine labda ilikuwa inawachoma eh, watu kuweza kupunguzwa baada ya kuweka eh, eh, pesa ndefu kinoma noma, na wanasayansi moja kumoja kwa moja wapo kwa ajili ya utafiti wa kufanya kwamba eh, jua litafika kwa asilimia 40 tu, eh, nishati ya jua kuweza kufikia duniani. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? drop comment yako kwenye onja comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha kadha wakadha utakometisha kinao manoma chao chao